Wagombea wa urais Zanzibar wameendelea kuchanja mbuga kuna disera za vyama vyao kutafuta ridhaa ya wapiga kura kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. Mgombea wa urais Zanzibar kupitia ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman anatumia mkutano huu kugusia mgao wa fedha zitokanazo na muungano. Sisi tuna haki zetu nyingi. Mimi binafsi, ndugu zangu, nimefanya kazi katika Tume ya Pamoja ya Fedha ya Muungano ambayo inachunguza haki za Zanzibar, fedha zinazotasahiu fedha zinazochumwa na serikali ya muungano, na kiasi gani zije huku, kiasi gani kile upande upate. Nimefanya kwa miaka kumi na tumegundua na tumeandika maripoti ya fedha chungu nzima zije Zanzibar. Pia akatumia mkutano huo kuwatambulisha wagombea wa nafasi mbalimbali katika jimbo la Chwaka. Mmemuona, mpate nini tena wachuwa Chwaka jamani. Tutampa kura zetu. Kampeni hizi zinawapa nafasi wananchi kupima na kuamua ni nani wa kumchagua kwenye sanduku la kura Oktoba 29 mwaka huu. Ali Isa, Azam News, Unguja.